Naam, familia uharigani, Mapro TV, asante sana kwa kuungana nasi na kuendelea kuwa nasi lakini pia ni kuombe kwa yeye ambaye bado haujaungana nasi, kisha na bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na matukio mbalimbali ambayo tunakuwa tukia upload hapa kupitia channel ya kupenda ya Mapro TV. Ni segment ya Kisports, ni wasaha wa kuangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri na zingine zikiwa zina make headline katika vyombo mbalimbali vya mbali habari, lakini pia katika upande wa mitandao ya kijamii na kwa sasa nakuletea hii taarifa, ambayo itakuwa ni taarifa ya mshtuko kidogo, ama ni breaking news, ni habari mpya inayohusisha klabu ya soka ya Simba Sports Club ambayo pia ni moja ya klabu ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara, kwa maana ya NBC Premier League, na taarifa hii inasema kwamba klabu ya Simba huenda wako katika mpango wakogomea kabisa dabi ya Kariakoo ambayo imepangwa kuchezwa siku ya tarehe ishirini na tano. Ikumbukwe kwa mara ya kwanza dabi hiyo ilikuwa ni tarehe nane ambayo ikawa imeotambawa na haikuchezeka, na baada ya hapo tuliona Bodi Ligi na TFF wakiwa wamepanga ratiba mpya ambayo ilitikiwa dabi hiyo ichezeke tarehe kumi na tano na Simba Sports Club ilikuwa ni timu ambayo ina promote sana Uh, pambano hilo ambapo pia uh, kwa upande wa Young Africans waligomea na kusema kwamba hatuchezi. Sasa siku kadhaa nyuma tuliona uh, viongozi wa Simba na Yanga walikutanishwa na hatimaye ikatoka taarifa rasmi sasa ya kwamba adabu hiyo itakuwa tarehe ishirini na tano. Sasa ukifuatilia katika Uh, peji za Simba walikuwa wakipromoti mchezo tarehe kumi na tano, lakini baada ya taarifa hiyo tumeona zile posti zote zikawa zimeondolewa, lakini pia cha ajabu ni kwamba hawakuweka uh, posti nyingine yoyote inayoonyesha kwamba wana promote dabi hiyo. Lakini kwa habari ambazo zinasemekana ambazo hazina uhakika sahihi, kwa sababu hazijathibitishwa na mamlaka husika, zinadai kwamba Simba Sports Club wanagomea kucheza mchezo huo kwa sababu kwa sababu ya kwamba kwa nini tarehe ambayo ilipangwa uh, na bodi ya ligi kwa tarehe kumi na tano, wenzao Young Africans waligomea na kusema kwamba hatuchezi, na bodi ya ligi ikahairisha hadi kusogeza mbele kwa tarehe nyingine. Inaonekana kwamba Young Africans wana nguvu ya kuwashawishi bodi ya ligi kubadilisha kile ambacho wanakitaka. Kwa hiyo kutokana na jambo hilo, inasemekana ni wazi kuwa Simba Sports Club wamepanga kutoshiriki mchezo huo nambari mia moja themanini na nne wa ligi kuu Tanzania bara. Maana ya NBC Premier League. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali kwamba habari hizi hazijathibitishwa zaidi kwa sababu bado hawajatoa taarifa rasmi katika uh, peji zao mbalimbali wala kuita waandishi wa habari na kusema jambo hilo. Kwa hiyo inabaki kuwa ni rumors ama tetesi ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Tuendelee kusubiri ikifika uh, tarehe 25 tuone kipi ni kipi. Simba Sports Club utakubali kupeleka timu ama itakuwa mbwai. Na iwe mbwai, hakikisha umebonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha unabonyeza alama ya kengele, usipitwe na updates mbalimbali za kimichezo, habari za burudani, matukio kadha wa kadha yanaendelea, lakini bila kusahau habari za kimichezo kwa sasa. Na kuachana na hii, Hakikisha una drop comment kwenye comment section. Una share video zetu, lakini pia usahau kulaiki itakuwa ni vyema sana hadi wakati mwingine. Kwa sasa na kuwaga baibai, tukutane katika next video. Asante na kwaheri.